We unayegombea, tunakutakia kila la heri. Tunatamani mgombe mgombe ni mgombe, na ndio tunachotamani sisi viongozi wa kiroho kwamba nyinyi mgombee nafasi ambazo zipo katika uchaguzi wa mwaka huu. Lakini pia tutakapofika kipindi cha kampeni, tunawasihi mkahudhurie mkahudhurie, ili kusikiliza sera za wagombea na kisha kufanya uamuzi. Tutakapoingia kwenye ile sanduku la kupigia kura, tunawasihi mkahudhurie. Lakini pia siku ya uchaguzi zitakapofika, tunawasihi tuende tukapiga kura. Hayo ni mapatano kama jumuiya ya Kikristo kwamba sisi wa Kristo Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, si, siku ya si kupiga kura twende tukapiga kura, usikae nyumbani. Lakini pia tunapoendea uchaguzi huo, sisi si, wa Kristo tujiepushe na vitendo vyote vya rushwa, kupokea au kutoa rushwa. Sisi tubaki kwa nuru kwenye jamii huko, tusijiingize kwenye rushwa, sisi wana CCT si, si, lakini jambo lingine sisi wanasisit tusije tukashiriki vitendo vyovyote vitakavyoashiria uvunjifu wa amani kipindi cha kura. Sisi tulio wa Kristo, jumuiya ya Kristo Tanzania, tusije tukashiriki vitendo vyovyote vitakavyoashiria uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Mungu atubariki na naendelee kuiongoza Tanzania, iendelee kuwa na amani. baada ya kusema hayo